Sasa bado nina wananchi hapa wamekosa mradi na pia huku mbele nina nyumba kama kumi na kitu nazo hazijafikiwa na mradi. Ukimpata mkandarasi huyu ambaye ana vibali vyote vya serikali kumruhusu kufanya ile kazi, bei mtakayoona kufanya wayaring, atakugongea na fomu hiyo hiyo, atakwambia ameshaweza tayari. Kuna fomu ambayo inabidi igongwe kwamba wayaring hii imekaa vizuri. Tunatarajia baada ya wiki moja kwenda wiki moja na nusu, inawezekana tukawa tuna vifaa. Kwa hiyo tutaanza kuvuta waya na kufunga transformer moja kwa moja. Kwa hiyo tunaenda kwa hatua kwamba tukifika kwenye kitongoji, hata vitongoji ambavyo vimepata umeme bado hakijaenea kitongoji kizima chote kwamba kimejaa. Kwa hiyo kwa hatua tunayofuatia sasa hivi tunaenda kwenye kitongoji hiki, tayari Matana kipo kwenye, kwenye mradi kuna ambao kwa awamu hii watafaidika, ili hatua inayofuatia ni kujazia kwenye vitongoji kwamba wale ambao wajafikiwa na waongezewe nini nguzo, ili wafikiwe wote. Malengo ya serikali ni kila mwananchi afikiwe na miundombinu. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.